Je, kujilinda au kiasi ni nini? Kiasi ni kujiepusha na vyakula ambavyo vinawezi vikaharibu mwili yetu na kula mzuri vile ambavyo vinawezi vikajenga mwili yetu. Kiasi pia ni kushinda uchu na kutokula kila kitu ambacho umepata na kutokula kula. Je, unajua ya kuwa kukula kula kila saa itakusababishia kupoteza usamani wako na mafaa yako kwa wengine duniani. Fahamu hili mfuko wa chakula ambao una taratibu usababisha ubongo kutokuwa na taratibu. Je, mtu ambaye hana utaratibu ana, atakuwa na mafaa gani? Hakuna. Je, atapanga vitu mzuri ama kwa utaratibu? Hapana. Je, atapenda mambo ya Mungu taenda kazini kwa wakati? Hapana. Ona taratibu ya kukula vizuri. Kuna mm -hmm. Chakula chako ushipe na katika mulo wako, na mwingine kupite saa tano au sita. Saa nzuri za kukula ni hizi. Saa moja za asubuhi paka saa ile za asubuhi. Yaani sete paka dize. Za jioni ni saa nane mpaka mbili ni 14. Usikule busiku haiko mzuri, haiko mzuri. Unatoka nyumbani ukiwa umekula, unakutana rafiki yako munjia, anakupatia vitu unakula, ama unafika kwa jirani yako, unakutana amepiga chakula unayoipenda tena unakula. Si vizuri. Shinda utu ni dhambi katika kiasi. Geukeni. Fanyeni kiasi. Lindeni afya zenu. Linda afya.